Afu milima washuka, afu kona sasa, kama nyoka vile, kama nyoka, kama nyoka, kaza nikakulia, change line, stay on right side, you know what I mean. Ayaya, huyo mbele yapo, kafungua duka, huyo mbele yako kafungua duka, aduka. Sio poa, fungua duka kuanguka sio poa. Ukisikia milima na mabonde, ndio hii sasa, milima na mabonde, ndio ile dunia. Tunapita tu eh, kila kitu kitabakia, itabaki ni wewe ni milima, itabaki ni wewe ni milima, ndio hii sasa

Angalia maajabu ya leo, tulia mimi na mimi, nataka nikutembeze. This time nataka nikupe tour all, all over America, all over United States, all over United States. Wewe hey, hapo unatakiwa tu macho yako masikio yako kingamuzi chako kisimbizi chako kinywaji chako pembeni. i don't know what what you drink but me

na na bonde na mlima 10 mile, yaani pale ndio maana mandoaji, check your brake, yaani zile brake zako zicheki kama ziko sawa sawa, kwa sababu unashuka sehemu ni 10 mile, unaona eh, 10 mile ya yeah. University of Utah Museum uta at kwa hiyo watu science science ni kitu muhimu sana kwa kwa, kwa barabarani na so, bala na hawezi mtu akaja kukwambia, oh e, hapo no. Hapo science you know. Science unasoma science kama unataka kwenda hospitali unaona hospitali hapo unaingia hospitali au vipi bwana? rais anaingia hospitali au vipi bwana kidogo kali. Kwa hiyo ndio maana unaambia, oya kwenye kona hiyo unatakiwa uende maili hamsini paawa utenga zaidi ya hamsini sio poa, kwa sababu ni kona kali bwana bwana. Sasa haya angalia hiyo sasa, anao mana juu kule barafu Jiji la mala ni jiji la Utah, kuna you know, you know, activities nyingi sana chini, watu wacheza golf. Watu wacheza golf. Eh, Kulia wacheza golf. Uh, hey, stay with me, stay with me yani utaona utaona mambo mengi usioyatarajia. Stay with me, stay with me. You see a lot of

Las Vegas Nevada. Las Vegas, mimi hapa nachukua 15 North. 15 North, hmm, si mchezo